Namzungumzia haki za wanyama, ni swala ambalo ni pana kidogo, lakini linatokana na falsafa kwamba wanyama wanyama nao wanahisia kama kama binadamu, wanaweza wakahisi maumivu au furaha kama binadamu. Kwa hiyo haki ya wanyama kwa kwa ujumla wake, tuna maana kwamba kuthamini au kutambua uh, ustawi wa uh, wanyama, wanyama kama binadamu wanaweza wakasikia maumivu kwamba wanyama wale ambao wako chini ya uangalizi wa, wa binadamu lazima kuna mahitaji yake ya msingi ambayo mnyama kama binadamu aa, ni haki yake ya kuzaliwa kwamba ana haki ya kuishi, ana haki ya kupata mahitaji ya msingi. Sasa kutambua na kutetea hizo haki za msingi za mnyama, kwa neno la ujumla kabisa, ndio tunaita haki za wanyama. Huyu mnyama ambayo iko chini ya uangalizi wa, wa binadamu anapata ulinzi ili awe na haki ya, ya kuishi awe na haki ya kupata chakula na awe na haki ya, ya kulindwa au kutopata mateso ambayo sio ya lazima. Zinalenga katika kuhakikisha kwamba huyu mnyama anapata ulinzi na kumzuia asipate maumivu au mateso ambayo sio ya lazima. Zinakuwa kwenye makundi hayo matano. Mnyama ambaye anakuwa chini ya uangalizi wa binadamu maana yake umemuondoa toka maeneo yake ya asili. Kwa asili wanyama ambao hawafugwi wako huko maporini ndio ma, ndio mazingira yao ya asili. Kwa hiyo kule porini Mungu alimtengenezea mazingira. Na yeye mwenyewe anazoea ile mazingira anakuwa na namna ya kutafuta kipi apate wapi, chakula apate wapi, maji apate wapi, ajihifadhi wapi a, na vitu kama hivyo. Sasa ukishamuondoa katika mazingira yake ya asili, a, unamleta mazingira ambayo ni mapya anakuwa chini ya wewe, chini ya uangalizi wako. Basi kuna kuna kuna kuna, kuna vitu ambavyo ufuate. Cha kwanza, inabidi uhakikishe huyo mnyama ana anapata chakula na maji. Tunasema kwamba unamwepusha huyu mnyama kutokana na njaa na, na, na, na na kiu kwa maana wako hakikisha kwamba huyu mnyama au ni haki yake mnyama kupata chakula na maji na kuzuia matatizo uh, ya kiafya ambayo inaweza kutokana na kutopata chakula cha kutosha. Anabidi ukishamleta kwenye mazingira yako, ana haki ya kupata kupata hifadhi, kwa maana ya kwamba awe na sehemu ya kuishi. Um, sio lazima iwe kama nyumba ya binadamu lakini apate hifadhi ili kumuondolea na adha au madhira yanayotokana na joto kali au baridi kali. Kwa hiyo awe na sehemu ambayo anaweza kujihifadhi, akapumzika aa, akapumzika kini. Haki ya tatu, kundi la tatu ni kwamba huyu mnyama ukishakuwa chini ya uangalizi wa binadamu inabidi inabidi alindwe ili asipate maumivu yasiyo ya lazima, asipate ajali au magonjwa akiwa kule kwenye mazingira yake kuna namna yake yeye anajihifadhi kule, anajilinda kule, lakini akishakuwa chini ya uangalizi wa binadamu lazima alindwe asipate maumivu yasiyo ya lazima. Kuna vitu ambavyo na anapenda au ni asili yake a, tabia zake anapendelea ku, kuishi akiwa katika mazingira yake. Kwa hiyo ukimleta chini ya uangalizi, ni haki yake pia aweze kuishi uh, uhalisia au uasilia wake mnyama ana haki ya kuishi uasilia wake aweze kuendeleza uasili na, ku, na kufanya zile zile uh, zile tabia ambazo huwa na ni asili yake anazipendelea. Huyu mnyama ukimfuga, inabidi umweke katika mazingira ambayo unamuondolea wasiwasi wasi na mashaka, aishi mazingira ambayo na, anajisikia yuko uhuru anajisikia yuko na amani, kama ambavyo angekuwa kwenye mazingira yake ya asili. Kumbuke nilisema kwamba hao wanyama wanahisia kama binadamu kwa hiyo kanapopata mashaka au wasiwasi kisaikolojia, anaathirika ana kisaikolojia anaumia, ana, ana. Kwa hiyo nasema ni haki yake kumlinda au kumweka mazingira ambayo atakuwa a, hana mashaka wala wala wasiwasi.